Kwa majina mm -hmm. <coughs> anaitwa Regina due, mimi na asa mtendaji wa kijiji cha Mkowela kata ya Namakambale wilaya Tunduru tarafa na Nakapanya. Kwa kweli tukio hili nilipokea, lakini baada ya hapo kwa kushirikiana na uongozi wa mkoa wa Ruvuma tumehakikisha kwamba hawa watoto wamerudi salama na tarehe ambayo ilichukuliwa aa watoto ilikuwa kama atale... tarehe kumi mwezi wa pili tarehe ambayo imeweza kurejeshwa ni tarehe 18 mwezi wa pili. Kwa hiyo tunaweza tukaona vijana gani ambayo imetumika na katibu tawala wa mkoa katika kufanikisha watoto wako kurudi salama. Kwa majina, anaitwa Saidi Hashim Mauridi, ni mwenyekiti wa serikali ya kijiji cha Mkoela. Mimi ndio mwenyekiti wa eneo husika walikotoka, Devota pamoja na uhusiana. Nitoe shukrani kwa ofisi ya mkoa kwa kushirikiana wote, naamini ngazi zote zilifanya kazi. Ni tukio baya Ukiangalia umri wa hawa vijana ni mabinti wadogo sana, walitoka hapa kwa njia za siri wakaenda kufanyishwa hizo kazi ambazo sio nzuri. Lakini kwa kushirikiana na serikali pamoja na wazazi wa hawa watoto, tunaangalia sasa namna gani hawa watoto wanaweza wakaendelea na masomo. Mimi ndugu Adamu Hashimu, masomo ndugu Adamu, ndugu Adamu masomo wa kijiji cha Mkowela, naishukuru sana serikali kwa jitihada zilizotokea kunurisha watoto wangu walitoroshwa kwenda Msumbiji kwa mazingira ya utata ushirikiano wa mkoa wa Ruvuma wamefanya majitihada kubwa sana hususan mkoa wa mkoa watoto wangu wamelikabidhi, tarehe 19 mwezi wa pili. Sasa jitihada ya serikali na mkuu wa mkoa kwa kweli, siku tatu kufanya jitihada ya kumtoa tu Msumbiji kumleta hapa. Nashukuru Mungu sana watoto ni wa kike mm-hmm. Devota Amosi na Luciano, Luciano Amtoni Muru, serikali ya Tanzania kunitoa nangu

livotakawaniwezeshe nikaingia ndani nikajifungia langnikanaliakfkawaniwezeshe kwa, hmm? kwa, kwa na majina naitwa Amina Tindwa, ni afisa malalamiko kutoka Ofisi ya Mkuu wa Mkoa wa Ruvuma kwa niaba ya Mkuu wa Mkoa wa Ruvuma na katibu tawala wetu wa mkoa wa Ruvuma. Kwa kweli nimefika eneo la tukio kwa niaba yao. Nimekuja kuhakikisha juu ya kupatikana hawa vijana wawili ambao walitoroshwa kwa ajili ya kwenda kufanya kazi huko Msumbiji. E, lakini kushauriana na wazazi kwamba hawa watoto ni wadogo sana, wanahitaji kupata haki yao ya msingi ambayo ni elimu.